Atakuongea hii swala mbayo Wakenya wamekuwa kijiuliza, hii sadaka ambayo rais wa jamhuri ya Kenya analipa kwenye kanisa ama anapeana kwenye kanisa, ndio kuongea kuhusu hao wanajiita Gen Z. I don't know which kind of the people they are. Mwanzo nitawaambia kitu moja kwamba hawana ukabila, hawana chama na hawana kiongozi. So, I imagine what kind of the people they are. Hata kuanzia kwa sadaka mtasikia. William Samoei Ruto hajaanza kutoa sadaka leo, na tumekuwa hapa tukipiga siasa kuhusu sadaka mtasikia. Hata party leader wa ODM alikuwa kwa hii story ya sadaka mtasikia na tukasukuruana sana kuhusu sadaka na tukapata solutioni yake, ikasipika tuelewane vizuri, nikasipika kutoa sadaka ni moyo wako, na William Samoei Ruto hajatoa sadaka, alitoa pesa ya ujenzi wa kanisa, the building of the sanctuary, the building of the temple Mtasikaia kama kuna mtu yeyote ambaye ako na shida kwamba William Samoei Ruto astahili kutoa sadaka katika madhabahu ama kwenye makanisa, astahili kuhusika katika ujenzi wa makanisa, mtasikia aende kwenye koti na mtaki. Mtasikia tuelewana hapo hivyo, na haa ambao najia eni, mtasikia na wapatia very simple advice, waende watafute vitabu vya historia ya nchi ya Kenya na wasome vizuri, na pili watafute historia ya Raila Amolo Odinga waisome na wifahamu wanajua wataanzia wapi wapi na watamalizia wapi. Wanafanya ni upuuzi na ujinga, na ambao wanatoka kufanya hapa hapa Kenya Kenya Kenya, hakuna mahali popote Gen Z hapa Kenya, tuelewane hivyo. Kama wamekuwa na njaa, wako na shida, we are advising them the moment wametoka, wamegraduate katika shule shule za za vyuo vikuu, waende watie bidii katika maisha yao. For them to get this world, I'm advising them, hakuna kitu rahisi, vijana mtakuta kupata pasipo kutoka jasho. You, you you go and work hard, you get what you want. Wewe, auoa kwamba utatumia fujo, utatumia mapigano, utatumia maandamano ili I'm asking kwamba anajinda keao huyu naiaa amaoae wawamekuwa kidanganywa na watu wachache ambao tayari wako na mali, wanaingia ndani, wanakuja kufungwa, wengine wanauliwa. Watu wache ujinga wakudanganywa na watu wachache ambao lengo lao ni kutumia vijana ili wafaidike kisiasa.

Raila Odinga alisema kwamba wakati mfulani mtu atamhitaji mnafiki. Na leo hii wamehitajika na hata watu kujenga mnafiki. Kwa hivyo ule mtu anataka kupiga kelele hapa kuhusu Raila Odinga. Na hivi vijana wa maandamano mnafiki. You are wasting your time. You go home mnafiki. Wacha vijana wajolewa wafanye kazi kwa bidii ili wafaidike mnafiki. William Samoei Ruto ni miaka kumi bila break. Hatubishani hapo William Samoei Ruto ni miaka kumi hiyo hatubishani. Mahali popote mizaspika, wale watu wengine wajipange, wakuja sawasawa, mizaspika, na tutamenyana na wao vilivyo, mizaspika. Thank you.